Wafanya biashara wa mitandao ya kijamii leo, napenda kuwapa tips inayohusiana na masuala mazima ya insight. Tunapozungumza insight, tunazungumza ni taarifa za kina za uchunguzi dhidi ya utendaji wa akaunti yako. Akaunti yako inatenda nini? Akaunti yako inaenenda vipi? Sasa la katika insight, vitu vya kuweza kutambua ni katika reach, ambayo ni mwitikio, watu wameitikia vipi kwa katika kufuatiliaji wa akaunti yako. Engagement, wameinvolve vipi katika kujua uh, unachokitoa ama unachokiuza. Na pia kingine ni impressions, watu wameangalia vipi akaunti uh, account yako kupitia content zako. Na hii insight kwa kupitia hivyo nilivyovitaja, ndio vitakavyoweza kukupa wewe tathmini nzuri ya mwendelezo dhidi ya huduma ama bidhaa unazozitoa utajua watu wanahitaji wangapi, wapi, nchi gani ama mahali gani, wanapendelea sana kitu changu ama ni wapi naweza kupeleka bidhaa ama, ama huduma yangu na watu wakaitikia kwa wepesi ama kwa haraka. Na hizi ni faida ambapo utakavyozipata ukigundua insight yako na utendaji wake wa kazi, jinsi inavyofanya. Kitu cha kwanza kitakacho uh, kusaidia wewe ni kuweza kuboresha maudhui yako, nikimaanisha content kwa hiyo utajua kabisa jinsi ya kuboresha content zako kwa kujua uh, insight yako imefikia wapi na inakupa mwonekano ama mwelekeo upi. Lakini pia kitu kingine, utaweza kuokoa muda pamoja na rasilimali. Kama umeona una post tu account uh, kwa muda mwingi, waziangaliwi ama zimekaa katika mlengo huu, hazipati interaction nzuri, kwa hiyo itakusaidia kwa kupitia ile insight yako kuona hiyo content yako katika account yako imefikia vipi na imefanya kazi kwa kiasi yaani lakini pia utaweza kujua kuku uh, mikakati mipya ya biashara wapi upunguze ama wapi uweze kuongeza kutokana tu na insight ya peji yako. Na hii ilikuwa ni tips ya leo inayohusiana na maswala mazima ya insight, upi umuhimu wa kuweza kufuatilia insight zetu kama wafanyabiashara, kwa lengo la kutupa uh, matokeo ama mwenendo mzuri na sisi tuweze kuongeza kipi katika akaunti zetu ama huduma ama bidhaa zetu tunazoweza kuziuza. Na sisi ni duka huru, tunapatikana miko cheni B. Kwa more tips, more tips au more information kuhusiana na masuala mazima ya biashara mtandaoni, pamoja pia na technique zote za masuala ya kidigito, usisite kututembelea, tunapatikana miko cheni B. Karibu sana, nasema, acha kujipoteza, jamii inakuhitaji.